MTV Online ikikutangazia kutoka mjini Goma, Mashariki mwa Kongo DRC, tulionayo siku ya leo ni pamoja na watoto wa shule katika eneo zinazodhibitiwa na waasi wa M23 wafanya mitihani wa maandalizi ya diploma. Wakazi wa mji wa Beni na Butembo washiriki mazishi ya msanii Idengo mjini Beni. Hayo na mengine mengi tunakuletea kutoka mjini Goma. Wanafunzi wa shule mbalimbali mbali hasa wale wanaokuwa katika mwaka wa sita wa secondary school wameendesha mtihani ya maandalizi kwa ajili ya kushiriki yale ya mwisho wa mwaka wa sita kwa kupata diploma. Baadhi yao wakiwa wasichana, vijana, walemavu wameshiriki mitihani hiyo Goma, Ruchuru, Nyiragongo, Masisi, Kivu Kaskazini, pamoja na mjini Bukavu, Kivu Kusini, ikiwa eneo ambazo kwa sasa zipo katika uongozi wa waasi wa M23 AFC. Ngale Moreka Tete ni mshauri wa gavana kutoka uasi wa M23 ndiye alisimamia juhudi hizo mjini Goma. Kulikuwa dekalaja, kulikuwa... vitu vikitokana hapa nchi yetu tunajua. Alafu kwa ile tena watoto wakati ya examen, wakati ikuwe ya kutosha, tukadecide examen wa mmoja wao wafanye examen, lakini hawa wachunge tena ikuwe tu wale hatuwezi hiyo, donc ilibidi kuchunga kidogo wa watoto wakasema, lakini hivi hapa a partir zote zitafanyika walishapita. Wakati mwingine ndio nauliza napitikana wapi na wapi, hapa hapa Nord Kivu, hein, centre ya Tanzania, wengine Rutshuru, wengine Kigali.

Sita sema, so so <laughs> viongozi wa shule wakishukuru serikali kuu ya Kinshasa kwa jitihada zilizofanyika kwa ajili ya kusaidia watoto wa shule kupata elimu, akisema mkuu wa divisheni ya elimu kwa muda Kivu Kaskazini.

Baadhi ya wanafunzi wakitoa wa maoni yao tofauti wakiwa katika vyumba vya mitihani. Shemwa Makengo Keni, nimekuja hapa juu ya kufaa mtihani don examen preliminaire, sijue bie mswahili mswahili. Na unadhani hii itaweza kusaidia nini? Hii itanisaidia kwa kupata diplome deta, apres diplome deta naendelesha masomo mngine. Njovi, mnafanya mtihani baada ya vita, mnajisikiaji? Mnasikia kwamba mko huru kufanya mtihani ama pengine unafikiria bon. mambo mengi kuhusu maisha? Ndio sazima tunafikiria mambo mengi me, tutajikaza tu kufanya, hatuna shwa matuse. Lakini bado wengine wakiendelea kukimbia makazi yao kama vile wale wa huko Walikale na Lunyasenge wilayani Lubero ambako bado M23 AFC waendelea kutwangana na jeshi la serikali ya Congo DRC FARDC. Tukitoka Goma tunarudi Beni, ambako wakazi wa muji wa Beni na Butembo na wilaya zake wameshiriki mazishi ya mwanamzika Idengo Del Cat aliyeuawa mjini Goma siku zilizopita. Maelfu ya vijana wamehudhuria mazishi hayo mjini Beni ambako ndipo alipozaliwa Idengo. Kwa nini kapata wafuasi wengi hapa? Sikiliza wa mmoja wao. Msikilizaji na mtazamaji wa MTV Online, ni hapo ndipo tunahitimisha taarifa hii ya habari. Usikose kutusikiliza kila siku kupitia mitandao ya kijamii na kwenye tovuti yetu. Studioni naliitwa Sikiminywa Jean Paul Sen.